Mheshimiwa Baba Luko, kaimu mkurugenzi kitengo cha mawasiliano cha Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambayo ni kurugenzi mmoja wapo ambazo ziko katika baraza letu wa, kurugenzi wa mawasiliano kutoka majimbo na wakurugenzi wa vyombo vya mawasiliano kutoka majimbo mbalimbali mbali, lakini natambua pia kutoka kwenye vyombo ambavyo viko chini ya mashirika ya kitawa karibuni sana katika mkutano wenu huu wa mwaka ambao kadiri ya maelezo ambayo yamekwisha kutolewa na kaimu mkurugenzi um, lengo ni kufanya tathmini ya shughuli zote ambazo zinaendelea za mawasiliano katika majimbo yetu na katika vyombo vyetu vya mawasiliano, lakini vile vile uh, lengo lingine ni kujuzana mambo mbali mbali na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea yanayohusiana na mawasiliano. Kama alivyokwisha kudokeza, tasnia hii ya habari inakwenda kwa kasi mno, hasa kutokana na mageuzi makubwa ya teknolojia. Hivyo na sisi kama watendaji tunatakiwa kufahamu vizuri na kuendana na kasi hiyo ya mabadiliko ya kiteknolojia ambayo pia yanakuwa na mwangu wa namna ya, na ya pekee katika kazi ambazo tunazifanya. Um, nakumbuka wakati nasoma mawasiliano miaka ile ya tisini mwanzoni mpaka ile tisini mwishoni, ndipo nyakati zile tulianza kuzungumzia au, au katika mawasiliano tulianza kuzungumzia mambo ya internet na nakumbuka wataalamu mbalimbali walikuwa wanakuja kutusaidia kuelewa hiyo internet ni kitu gani na kitakuwa na manufaa gani katika utendaji wetu. Wakati ule tulikuwa hatuelewi vizuri maelezo yalivyokuwa yakitolewa, lakini walikuwa wanakuja wataalamu mbalimbali, wanasema utakuwa na uwezo wa kutuma taarifa, utakuwa na uwezo wa kutuma nyaraka mbalimbali, hatutatumia tena fax, tutakuwa na mitambo nani ya pekee uh, taarifa zitakwenda hewani tulikuwa hatuelewi vizuri ni kitu gani ambacho ya kiko mbele yetu, lakini miaka ya elfu mbili tumeona um, teknolojia hiyo ilivyokuja kugeuza mambo mengi sana, na miaka kuanzia miaka elfu mbili na kumi na mbili na kumi na tatu, Tanzania pamoja na dunia kwa ujumla tulianza ku migrate kutoka kwenye utangazaji wa analojia kwenda kwenye utangazaji wa dijitali. Nakumbuka watu wa TCRA walianza kupita kwenye vyombo vya habari wakati ule, wakianza kutuhamasisha sasa kuanza kuhama kutoka kwenye analogia kwenda kwenye uh, utangazaji wa dijitali. Na wao vile vile wakaanza kutueleza mambo mengi kwamba tukienda katika mifumo hiyo kwanza, kutakuwa na gharama nafuu za urushaji wa matangazo, tutapunguza gharama gharama ya vyombo na mambo mengi, tutakuwa na vitu vingi zaidi na kadhalika na kadhalika, na hayo ndio ambayo tunayaona sasa hivi. Sasa sasa hivi hapa mlipo, mna TV ziko kwenye mabegi kwenye mifuko yenu eh? huhitaji jengo kubwa kama hili ili kurusha matangazo ya TV. Tuna online TVs, radio, magazeti sasa hivi yote yako kwenye viganja vyetu, yako mikononi. Sasa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maendeleo makubwa ya kiteknolojia ambayo yako katika ulimwengu huu na ni wajibu wetu sasa sisi kama kanisa kuhakikisha kwamba tumetumia vizuri uh, teknolojia ya habari kuhakikisha watu tunawapelekea habari njema katika ulimwengu wa sasa. Watu wanakiu sana ya kupata habari ya kweli, wanakiu kubwa sana ya kupata habari ya kweli, na ni wajibu wetu sisi sasa ambao tunazifahamu namna ya kutafuta habari ya kweli na kujua habari ya kweli ni ipi sisi ndo tunao huo wa wajibu wa kuwasaidia watu wengine waitambue habari ya kweli katika ulimwengu huu ambao sasa habari ni kama bahari. Mtu ni ngumu sana kwa mtu wa kawaida kujua, je, katika bahari huyu samaki mnayemtoa hapa baharini ni samaki anayelika au haliki? Lakini ninyi kwa sababu ni wataalamu, ninyi mnao ujuzi zaidi wa kujua kwamba hiki tunachokitoa hiki ambacho tunakiona, je ni habari ya kweli? ama si habari ya kwetu? Kwa hiyo ni jukumu letu. Hapa tumekuja kusaidiana, kujengeana uwezo, kubadilishana um, uzoefu ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri zaidi. Mwaka huu una mambo makubwa mawili. Kwanza ni mwaka wa jubilei kama alivyokwisha kueleza kaimu mkurugenzi. Sisi ndio tunao wajibu wa kuwasaidia watu kujua mwaka wa jubilei una maana gani, tunao tunaowajibu wa kuwajuza watu mwaka wa jubilei una maana gani na wao wanatakiwa wafanye nini ili waweze kujichotea hizo baraka na neema katika mwaka huu wa jubilei. Na bahati nzuri, katika mwaka huu basi kanisa limeweka uh, tarehe mbalimbali mbali za maadhimisho kwa makundi mbalimbali mbali ya watu katika kanisa. Tuwasaidie watu kuelewa mwaka wa jubilei maanaake nini na wanatakiwa kufanya nini katika hizo jubilei za makundi wanatakiwa kushiriki namna gani, na, na kadhalika, ili waweze kujipatia neema na baraka ambazo kila mmoja wetu tunazihitaji. Kitaifa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka wa uchaguzi, ni wajibu wetu sisi. Ni kweli kanisa halina chama, lakini waamini ambao tunawahudumia au watu ambao tunawatangazia wana vyama vyao, tuwaeleze wajibu wao mbele ya Mungu lakini wajibu wao mbele ya taifa lao. Wajue kila mmoja kwamba anao wajibu mbele ya taifa lake. Kila mmoja wetu anatakiwa kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima uh, wa uchaguzi unaokuja, kwanza kwa kujiandikisha, ili aweze kutumia, kila mmoja wetu aweze kutumia haki aliyonayo ya kikatiba ya kuchagua viongozi wanaofaa na anaowataka kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo tunao wajibu mkubwa sisi kama uh, waandishi uh, kama au wamiliki au watu ambao tunasimamia vyombo vya mawasiliano. Vyombo hivi vina uwezo mkubwa sana. Vina uwezo mkubwa sana, um, kwenye ule um, waraka uliotolewa Inter Mirifica, ambacho ambao ni waraka unaohusu mawasiliano uliotolewa na Mtaguso wa pili wa Vatican kipindi kile ulizungumzia umuhimu na nguvu kubwa ya vyombo vya mawasiliano. Na nyakati zile, wakati waraka ule una, unatolewa, vyombo vya mawasiliano vilionekana kama ni uh, magazeti au vitabu televisheni wakati ule labda kama zilikuwepo labda ilikuwa ndio inasikika kwamba iko mahali fulani au itaanzishwa, lakini redio ndio vilikuwa vyombo vyenye nguvu ambavyo vilikuwa vipo na vinatumika. Sasa tuko katika ulimwengu huu sasa hivi kama nilivyosema, tuko baharini, yaani vyombo vya mawasiliano sasa hivi ni utitiri eh? ya magazeti, televisheni, redio vyote hivyo vimeunganishwa sasa kwenye chombo kimoja na vyombo vya mawasiliano tunavyo viganjani. Kila mmoja sasa hivi amekuwa ni mtangazaji, na kila mmoja sasa hivi mahali popote pale anaweza akarusha akawasiliana, akawasiliana na watu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kuhakikisha kwamba vyombo hivi tunavitumia vizuri. Vyombo hivi tusipovitumia vizuri, vinaweza vikawa ni vyombo vya maangamizi, iwe katika jamii, katika maadili, katika kuvunja amani lakini vyombo hivi tukivitumia vizuri ni vyombo ambavyo vitasaidia kuwajenga watu katika umoja, mshikamano na upendo. Sisi kama wanahabari wa kanisa, tuvitumie vyombo hivi vizuri ili tulete umoja, mshikamano, upendo katika jamii. Lakini kwa namna ya pekee sisi, kwa sababu ni watangazaji au wanahabari wa kanisa, tuhakikishe kwamba tunavitumia vyombo hivi vema ili kuwapelekea watu habari njema. Kama nilivyosema, ulimwengu wa sasa una utitiri wa vyombo vya mawasiliano na watu wengi ambao wana nia ovu ndani ya kanisa au nje ya kanisa wanavitumia vyombo hivi kuhakikisha kwamba wanawaondoa kondoo au wanawafundisha watu mafundisho yaliyopotofu. Ni wajibu wetu sisi kuhakikisha kwamba tunavitumia vyombo vyetu kuhakikisha watu wanapata mafundisho yaliyo halisi ya kanisa. Ni wajibu wetu sisi kuhakikisha kwamba watu katika vyombo vyetu vya mawasiliano wanapata mafundisho halisi ya kanisa. Tutawachanganya watu sana katika redio zetu za kanisa kwa mfano tukianza kuwaingiza watu wengine wa madhehebu mengine ambao hawana tuseme teolojia ile tunayofundisha wakaanza kufundisha mambo yao, tutakuwa tunawachanganya watu. Tuhakikishe kwamba redio zetu za kanisa zinafundisha kile ambacho kanisa linafundisha ili tuwasaidie watu kuelewa vema ni nini imani Katoliki na ni nini ni nje ya imani Katoliki. Wiki chache zilizopita Vatican ilitoa takwimu za idadi ya wakristo wa katoliki ulimwenguni. Idadi ya wakristo wa katoliki ulimwenguni sasa hivi ni bilioni moja nukta nne. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili waamini wa katoliki duniani walikuwa bilioni moja nukta mbili. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka mitatu, ina maana kwamba idadi imeongezeka mpaka tumefika bilioni moja nukta nne na huku kwetu Afrika ndiko kwenye ongezeko kubwa, na nchi ambazo zinaonyesha kukua kwa ukatoliki kwa namna ya pekee ni nchi ya Kongo, Nigeria, Uganda, Tanzania na Kenya, ndiko ambako ukatoliki unakuwa kwa namna ya pekee. Ukitazama Tanzania, ukuaji wa ukatoliki Tanzania umechangiwa kwa namna ya pekee na uwepo wa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vya kikatoliki ambavyo vinafanya kazi yake vizuri, vimechangia sana na kwa nafasi kubwa katika ukuaji wa ukatoliki au ukuaji wa imani katoliki katika nchi yetu. Kwa hiyo tuendelee kuvitumia vyombo hivi vizuri, tuendelee kuwasaidia watu kuelewa imani katoliki vizuri ili watu waishi imani yao. Tunashuhudia kwenye majimbo yetu parokia mpya zikianzishwa, vigango vikianzishwa, jumuiya zikiibuka kila siku. Haya yote yanatokana na kazi nzuri ambayo mnaifanya ninyi waandishi wa habari katika majimbo yenu na katika vyombo vyenu ambavyo mnavisimamia. Basi tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu na hasa uh, katika majadiliano yenu ambayo uh, mtayafanya katika siku mbili hizi ambazo mtakuwa hapa ili muweze kuona kuni fursa zipi ambazo zinajifunguka zinafunguka zaidi katika uwanja wa mawasiliano. Sasa hivi tumeanza kuzungumzia artificial intelligence, artificial intelligence na yenyewe ina mambo yake mengi mazuri, lakini vile vile tujue kuna watu wenye nia mbaya ambao watatumia artificial intelligence ili kuhakikisha kwamba wanapenyeza mafundisho yao ambayo pengine yatakwenda kinyume hata na imani zetu. Kwa hiyo sisi lazima tuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunatumia vizuri maendeleo haya ya teknolojia ili kuhakikisha kwamba tunawapelekea watu mambo yaliyo msingi yatakaoyafanya waamini wetu na wale wengine wenye mapenzi mema waweze kuishi imani yao vizuri. Baada ya kusema hayo, niseme karibuni sana. Na niwatakie kila la heri katika mkutano wenu huu wa siku mbili ambapo mtafanya tathmini lakini vile vile mtabadilishana mang'amuzi mbalimbali yanayohusiana na utendaji wenu katika utendaji wenu wa kila siku huko mliko. Mungu awabariki sana na karibuni sana.